Hivi sasa wao walitarajia tu kwamba watu wa Tanzania bara ni watu ambao ni watulivu, na sehemu zote kutoka kwa viongozi wa serikali walikuwa wanasema kwamba halijafanyika na haiwezekani, lakini kulikuwa kuna msukumo mkubwa sana kutoka uh, uh, vijana hasa wakitumia mitandao wa ya kijamii, na hili ndilo jambo ambalo vitengo vya, uh, vya usalama kule Tanzania na hali kadhalika asasi ya kijasusi wangeangazia ili wawe tayari kukabiliana nawa vijana ikiwa yale maandamano yangefanyika. majeshi ya JWTZ ambayo yanashirikiana na polisi kudumisha amani barabarani uh, ni kwa nini imefikia hapa jeshi kuingilia kati? Wao hivi sasa wanasaidia uh, vile vyombo vya umma ambavyo vinaonekana kwamba vimelemewa na hali iliyopo, na hakuna muda ambao inasemekana y kwamba wanajeshi watakuwa barabarani hmm, bali tu hali itakaporejea ya kawaida basi Rais pia hali kadhalika atatoa amri ya kuombea wanajeshi kwa sasa. Intaneti imezimwa Tanzania, unadhani hii inachangia ama inadhibiti vipi hali ya usalama nchini humo? Mtizamo wangu ni kwamba inachangia, maanake hivi sasa ni kwamba habari hazitoki kwa haraka na wananchi hawafahamu kile ambacho kinachoendelea. Inakuwa ni kwamba habari tu ambazo wanazipata ni kutoka kwa vitengo vya serikali na ni habari ambazo wao hawaziamini. Kwa hivyo ingekuwa ni vema intaneti iweze kufunguliwa na serikali itumie mbinu kama hiyo kuweza kusambaza habari ambazo ni sahihi. <coughs> Maanake hivi sasa wamewacha mwanja ambapo watu wanatoa habari ambazo haziwezi thibitishwa. Kwa hivyo, kwa kifupi, hili ni jambo ambalo linachangia na linachochea uchafuzi zaidi katika taifa hilo.